Kwa majina naitwa Enos Lupimo, mtendaji wa kata ya Njombe mjini. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, ninaomba kutoa wito kwa wananchi wa kata ya Njombe mjini kwa ziara ambayo tumeiandaa katika kata yetu ya Njombe mjini. Kwanza kabisa naomba tufahamu kwamba kata ya Njombe mjini ina mitaa tisa, ina wananchi elfu thelathini na saba na mia tisa na ina kaya elfu kumi na mbili. Kwa hiyo kata ya Njombe mjini tumeandaa programu kutokana na mpango kazi wetu wa kata wa mwaka 2024/2025 kwamba tutafanya ziara. Ziara hii itahusisha mitaa yote tisa kwa mambo yafuatayo: moja, tutakuwa na ziara kwa ajili ya kutoa elimu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya lishe. Kwa hiyo ziara hii tutapita kaya kwa kaya, tukitoa elimu kwa njia ya na nadharia pamoja na vitendo. Kwa hiyo tutaanza na mtaa wa Mgendela siku ya Alhamisi. Tutakuwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii tutakuwa na wataalamu wote waliopo katika ngazi ya kata kwa maana ya afisa elimu kata, polisi kata, afisa kilimo, afisa mifugo na wataalamu wa lishe. Kwa hiyo tukifika kwenye mtaa X tutaenda kwenye familia ambazo zimeainishwa kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo tutatembelea watoto walio chini ya miaka mitano, kaya tano na utatembelea akinamama wajawazito kaya tano. Kwa hiyo kwa habari ya lishe, tutatoa elimu kwa njia ya vitendo na nazaria. Lakini ajenda ya pili tunayotembea nayo katika ziara hii ni kwamba tunatembea juu ya kutoa elimu juu ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tutapita kwenye taasisi zote, taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi, kutoa elimu ya mazingira na utunzaji wa taka kwamba Njombe mjini kama tunavyofahamu, tumekuwa tukifanya vizuri kwenye habari ya usafi wa mazingira, mpaka tunakuwa watu wa nani, halmashauri ya kwanza. Kwa hiyo tutakachokifanya, tutatembelea mabucha, maduka, tukitoa elimu ya usafi wa mazingira na namna ya watu ambavyo wanaweza wakatunza biashara zao katika mji wetu wa Njombe. Lakini tutatoa elimu kwa wafanyabiashara wanaouza mali mbichi, kwamba wanatakiwa kupima afya zao ili waweze kutoa huduma ya vyakula, mamantilie, babalishe ah, mahotelini tutakwenda, tutatoa elimu ya kupima afya ili waweze kutoa huduma zilizo bora. Lakini namba tatu itakuwa ni ishu ya mapato, tutatoa elimu namna ya watu ambao wanahitaji kulipa mapato, kwamba wanaohitaji kutoa kupima kutoa kupata leseni tutawapa elimu, wataweza kupata leseni zao. Lakini wanaostahili kukata ushuru mbalimbali tutahakikisha na wenyewe tunawapa elimu, wanaweza kuchangia mapato kwenye halmashauri yetu. Kuna ushuru wa mia mbili mia mbili na ushuru zingine ambazo zinatakiwa zi, ziweze kutolewa na, na wafanya biashara. Kwa hiyo watu ambao hawana leseni watatakiwa kupata leseni, tutawapa elimu, watapata leseni. Watu wanaohitajika kupata kutoa ushuru wa aina mbalimbali na wenyewe watafanya. Kwa hiyo niwaalike wananchi wa kata ya Njombe mjini, ziara hii tunaanza Alhamisi tarehe 15, na kuendelea, lakini tutaanza na mtao Mgendera, kuhakikisha kwamba mapato Njombe mjini yanakusanywa, lishe Njombe mjini inashika hatamu, kwa maana ya kwamba tunatokomeza kabisa udumavu kama mheshimiwa Rais alivyoagiza, mkuu wa mkoa alivyochukua hatua mkuu wa giza, mkuu, mkuu wa chukua hatua, mkuu yule ambaye ame- ame, ame tusisitiza kila siku itwapo leo, lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Njombe Bi Kurusum Sadiz Sadiki amesema tuhakikishe udumavu Njombe tunaandika zero. Kwa hiyo sisi tunapokea maelekezo ya viongozi wetu ngazi ya juu na sisi tunayatekeleza. Kwa hiyo swala la lishe tunaendelea kupambana nalo, swala la mapato tunaendelea kufanya nalo kazi, lakini swala la usafi wa mazingira, kwamba watu wapande maua kwenye maeneo yao, watu, watu tupande miti E, kwenye mazingira yetu ambayo tunayoishi na tunashukuru, tumekuwa na tunafanya hivyo kila mara, lakini tutahakikisha haya mambo yanazingatiwa. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Njombe kwamba tujiandae, Alhamisi ya wiki hii tunaanza hiyo zoezi kuhakikisha Njombe inakuwa safi, kuhakikisha watu wanalipa mapato, kuhakikisha tunatokomeza hudumavu. Hu wananchi wa Mgendela Alhamisi ya wiki hii tunakuja kwenye mtaa husika, kwamba tukifika mtaa wa Mgendela tutatembelea kaya kumi, kaya tano zilizo na watoto wenye umri wa miaka mitano, lakini kaya tano ni akina mama waja wazito. Tukitoka hapo tutatoa elimu ya vitendo na nadharia. Kwa hiyo tutagawa mayai, tutaenda pale na makundi yote ya vyakula makundi sita protini, vitamini, wanga, uh, pamoja na maji nao ni kundi vitamini. Makundi yote sita tutaenda nayo Mgendela kutoa elimu na kuachia na kugawa kwenye kaya husika ambazo tumezitembelea. Lakini kwenye Mgendela hapo hapo kwenye mtaa, tutatembelea mashule tuone vyakula vinavyopikwa shuleni Yupo hapa mratibu elimu kata atasema zaidi mashule, chakula kinapikwaje, bustani mashuleni zimeandaliwa vipi, tutakana ile kamati ya chakula inayotunza chakula pale shuleni, namna ya kutunza vyakula. Wazazi wanaleta vyakula shuleni, je, vinatunzwa vipi? Kwa hiyo hii ziara tutaenda mpaka mashuleni kuangalia chakula kinavyotunzwa, lakini watoto wetu kule shuleni wanakula vipi vyakula na ambavyo wazazi wameweza kuchanga. Majina naitwa Mwalimu Huruma Daudi Mgeyekwa, afisa elimu wa kata ya Njombe Mjini. Kwanza kabisa nitoe shukurani kwa waandishi wa habari kufika kwenye ofisi ya mtendaji wa kata ili kujua ofisi hii inafanya mambo gani katika kusukuma maendeleo kwenye kata ya Njombe Mjini. Kwenye ziara hii ambayo mtendaji wa kata pamoja na sekretarieti ya, ya kata imeiandaa, tutaanza ziara tarehe 15 na ya mwezi wa tatu tutapita kwenye mitaa tisa na shule 11 za serikali kuona namna gani wananchi wanajihusisha kwenye masuala mazima ya lishe, na kwa upande wa shule tunategemea kuhamasisha wazazi kutoa michango ili watoto wao wote wapate chakula shuleni, na hii tutaifanya kwa nguvu zote, kwa sababu tunajua umuhimu wa watoto kula chakula shuleni. Kwanza inapunguza utoro shuleni, kwa sababu kama ukiruhusu wanafunzi wa aje asubuhi alafu mchana arudi tena shuleni like wanafunzi wengi wanaweza wasirudi, kwa sababu kuna tendency ya wazazi kutoandalia chakula nyumbani. Kwa hiyo wakifika pale nyumbani hamna chakula, basi huyo mtoto hataweza kurudi, ataingilia hata na maandalizi ya chakula, na kama atarudi basi nawezekana karudi kwa kuchelewa kwa hiyo tutahakikisha kwenye eneo hili tunalisisitiza, ili kata yetu ya Njombe mjini iweze kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu na sekta nyingine zote. Na swala lingine ambalo tunaangalia ni swala la bustani za mboga mboga, kama alivyozungumza mtendaji wa kata, namna gani shule zimeandaa hizo bustani ili ziweze, kwa sababu tunajua wazazi ndio wanachangia chakula shuleni lakini ni chakula ambacho hakina mchanganyiko wa aina mbalimbali za shule za vyakula. Kwa hiyo tunategemea kama shule zitaandaa bustani, kwa hiyo watoto watakapokuwa wanakula maybe ugali ma maharage, vile vile watakula na na, na na mboga mboga. Kwa hiyo eneo hilo nalo tutaliangalia kwa umakini mkubwa sana, na eneo lingine tutahakikisha e, wanafunzi wote tutafuatilia wanafunzi wote waweze kula chakula shuleni siku zote za masomo. E, imekuwa na tendency kwa siku za Jumatano wanafunzi wa wanarudi mapema nyumbani sa shule nyingine zinarudi saa saba na nusu nyingine saa nane kwa hiyo huwa hawatoi chakula, lakini kwenye ziara hii tunataka kuwahamasisha wa hata siku ambazo watoto wanasoma siku nusu siku Wawezi kupata chakula shuleni. kwa nini tunategemea watu wanafunzi wanaporudi ile saa saba au saa nane shuleni majumbani kwao, tunaamini wazazi wengi walipokuwa busy, kama tutavyojua wazazi wa wa wa wilaya halmashauri ya mji wa, wa Njombe wako busy sana na shughuli za, za kwao za maendeleo. Kwa hiyo tunajua wanaweza wasiandalie vyakula majumbani. Kwa hiyo tunahakikisha wanafunzi wote wanakula chakula siku zote, hata ile siku ambayo ni msiku lakini kuna wanafunzi wa darasa la awali la, la pili la kwanza, nao tunajua wanaondoka mapema saa sita, wanaondoka shuleni. Kabla ya kuondoka, nao tutahamasisha shule ziwape kwanza chakula ndo warudi nyumbani, kwa sababu nao hivyo hivyo kama ilivyo nusu siku. Naamini watoto wanavyorudi nyumbani, lakini like, wazazi wao wasio wameshaangalia chakula, kwa hiyo wakila, tunajua E, itakuwa ni vizuri hata kama watakavyokutana na mlo wa jioni, hapa mchana mtoto atakuwa amekula na hivyo kupambana na udumavu kama nilivyozungumza mtendaji. Lakini eneo lingine tutaliangalia ni eneo la mahudhurio ya wanafunzi shuleni kwa maana ya e, kukomesha utoro. Tunajua utoro ukiwepo mashuleni kwa vyovyote vile taaluma haiwezi kwenda mbele kwa kwa sababu tunastahili Anthony Mbuhele. Kwa hiyo tumelipokea vizuri hii kampeni ya afya, mapato na mazingira, ambayo kikata tutaanzia kwenye mtaungo wa Mgendela. Wananchi wa mtaa wa Mgendela wamepokea vizuri na ni wazo zuri. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya mji kuanzisha zoezi hili la upango, mpango huu wa afya, mazingira pamoja na mapato. Sisi tuko vizuri, tumejipanga tutafanya vizuri. Wananchi wote karibuni sana Mgendela mwone nini kitakachofanyika tarehe kumi na nne mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Karibuni sana Mgendela, mshiriki usafi, mapato pamoja na mazingira. Karibuni sana wale walengwa ambao wametajwa, wakiwemo wakina mama wajawazito, lakini pia familia au kaya zenye watoto chini ya miaka mitano. Umeshawaandaa au ndio mnawapa taarifa kupitia vyombo vya? Tumeshawaandaa tayari na leo nilikuwa na kikao cha serikali ya mtaa pamoja na mabarozi, nimeshafanya nao mawasiliano na nimeshazungumza nao, wapo tayari kulipokea hili na wako tayari kuonyesha ushirikiano kwa tarehe ambayo kampeni inaanza. Um. Hii itakuwa na faida nzuri sana, ni kubwa kwa sababu pamoja na hizo kaya ambazo itapitia kwa maana ya walengwa watoto wa chini ya miaka mitano kaya tano na wajawazito kaya tano, lakini bado tulipokaa na mabarozi wameomba kwamba tuwashirikishe na kaya nyingine ziweze kushiriki kwenye zoezi hilo, ili nao wajifunze namna ya kuweza kutokomeza udumavu katika halmashauri. Wazazi pia wanatakiwa kushiriki. Kwa maana ya shuleni, vipi maandalizi? shuleni nako wamejipanga vizuri. Tukitoka hapa, tunaenda kwenye shule ya Mdete, shule ya msingi Mdete ambayo iko chini ya mtaa Mgendela. Tutakwenda nako kuzungumza pamoja na wanafunzi pamoja na walimu na kamati ya chakula ya shule ya msingi, tutazungumza nao, lakini nako wamejipanga kwa vizuri.